Habari. Kwa majina, naitwa Cherry TZ, ni msanii wa Bongo Flava. Siku kadhaa nyuma, nilipost kwenye page yangu ya social media nikiwa na malalamiko kuhusu lebo iliyokuwa imenisign na nika tag Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Ah, kulikuwa kuna sintofahamu kati yangu mimi na lebo ambayo ilikuwa imenisign. Bahati nzuri wananchi wakatag Basata na mimi pia nikiwepo na nimepata msaada. Tumekaa na Baraza la Sanaa la Taifa, dawati la sheria, na tumeweza kupata suluhu kati ya pande zote mbili, kati yangu mimi na lebo ambayo ilikuwa imenisign. Pia ningependa kuwashauri wasanii wenzangu, wakiwa wanapewa mikataba na lebo au na investors wawe wanakuja Basata kabla ya kusain, ili kupata ushauri mzuri zaidi. Asanteni, nashukuru sana kwa kuta Baraza la Sanaa la Taifa. Nashukuru kwa kuwa nimepatiwa msaada. Asante sana.